Wesika nini iki mzee, mambo mengine unakausha kama ujaona mzee wangu. So kila kitu mpaka uongee, huyu ni mzee wangu, msalimie mzee baadaye Mambo lakini, poa. Leo wapi? nataka nipeke busuruga. Shilingi ngapi? Ah, busuruga, kwa sababu ni wewe 5000. Ah. <laughs> haiwezi kuoa elfu tano mimi, mteja wako amna ah, bwana nipunguzie, nipate hata hela ya kurudia, Madam eh? mafuta yamepanda bei yeah. <laughs> sasa hivi. mafuta hicho ndo kisingizo cheno mabodaboda, kila siku mafuta mafuta, aya kishuka bego mnatuambia au mnaweza kusingizia barabara yani kwa sababu ni wewe tu, na nimefanya hivi ah. Vipi? simu yangu umeibiwa? Simu hapana, nadhani nitakuwa nimesahau nyumbani, ngoja nikaangalie. Kwa hiyo nikusubiri? Safi basi. Ah. Madam.

Mwakua, chao, vipi mwanangu, mbona unazingua? Unalalamika kibao, mimi mwenyewe niko hapa nakusubiria wewe fanye maelekezo, yaani tambo lenyewe kimavi, hakuna anayefika bei hata huyu hata mmoja, alafu unaniambia kwamba unanitegemea mimi, hafiki bei, unalionea huruma lile ni lako wewe, ni lako lile, unalionea huruma? Au sio?

Basi utaenda leo, ngoja nimpigie hapa boda ya kuchukua kupeleka bibi yako. Ila sasa ukifika kwa bibi, bibi yako usimsumbue mama. Kweli, nenda kachukue viatu, jiandae nije nikusindikize. Lakini mimi leo na mkwe na matembele. Eh eh. Sasa ungeniambia? Hmm, matembele anaenda na dagaa e, basi hapa nikianza nitakufuatia nazi. Na nazi mwanangu <laughs> mkwe wako huyosikt yes,

Nipe laki mbili. Acha basi, kwanza tulia, brother. Nipe laki mbili. Mpaka uikague uifanyeje? si hii hapa, si muioni hii hapa. Nipe laki mbili, laki <laughs> laki mbili sina, ila naweza nikakuangalizia hata hela ya maji hivi. Sijala sasa, maji mimi ananisaidia mimi. Anyway, ngoja niangalie nitakachukua nacho Kwa hiyo hapa mimi unavyoniambia hela uh, yeah, nyingine unanipaje? Ah, nakuonaje, nimechokwambia ni kwamba jitahidi, siku kiniona unaweza kaniambia brother, vipi, nikaangalia nilichonacho nakupa. Sio kwamba tunakuwa tumemaliza, mi leo simekupa hiyo kwa sababu umesema hauna hela ya kula yakula. Brother mimi sipendi mdomo, sipendi maneno, sio nipite huku nipite huku mara mala. oh, yule dogo aliniuzia kitu kizuri kwa bei che uh-huh. sio kwamba sipendi, ni shida sijara Sawa, ina shida mi si mtu mzima bwana. Haya, mtu na mamae, simu yako mekeni wapi? Sinauliza nyie mbona mebumunda tu hapo? Kwani wewe simu yako imkabizi nani? Wewe fupa bakuli lako ama bakuli la jela, naongea na wewe biki kongwe. Na maana yendo nimemwacha hapa nyumbani, narudi sikuti simu yangu. Simu yangu umeweka wapi wewe mama? Kwani mwanangu, hiyo simu uliweka sisi gani?

Mama yako na ndugu yako wamenifichia simu yangu, na wambia wanabaki kunitumbulia macho kama wanataka kukata roho. Alafu mimi nishasema kila siku sitaki mimi dharau, sitaki mazoea na vitu vyangu. Nimekuja hapa peke yangu, kwaio naendelea kunizoea zoea. Nasema sitaki mazoea na simu yangu. Kwa hiyo na wewe umeamua kuungana na ndugu zako kuniloga, si ndio? Sasa, sasa nisikizwa kwa umakini, mimi sirogeki. Nimetoka kwetu nimejipanga vizuri, usidhani nimekaa tu hapa kizembezembe. Mimi niko vizuri, niko fiti, nimetoka kwetu, nimejikamilisha. Nimetoka kwetu wewe. Huyo, wow. Mama, shikamo. Habari za hapa nzuri, nimeshamleta begi begi begi lake lake lake hili hili hili, za za jamani jamani mumpe mumpe na eh mzuri wewe mama shangazi Mama wa matatu nyumbani. Ee, jamani. Shukuru Mungu amepiga sana amemsumbua sana mama yake huyu. Ikabidi anipigie simu nimlete. Ila hamna kingine cha zaidi. Asante baba. Mimi na na hako hey, ndakuletea jioni kesho utakuja bado ofisini nakumbuka usifili mkusahau. Wewe jisahulishe. Una masaa matatu kisha unaniona pale. Mpaka uongee mbele ya mtoto. Sio niongee kesho mapema. Katani, mapema hiyo mapema. Wewe jichanganye sasa. Jamani, shangazi. Odi, Odi, Odi. Karibu. Adija, mambo? Umefata ma nini hapa? Samani ni sawa, lakini kuna muda nashindwa kujizuia. Hadija, nakupenda <laughs> basi wewe, nilikuwa nimekuletea zawadi, tafadhali, kwa ajili yako nomba upokee. Nashukuru kwa kupokea zawadi yangu, na hisi sasa, moyo wangu unaweza kuwa na amani. Hadija, nakupenda sana <laughs> sawa, mi nikuache, naenda kwa hiyo. Beni nam, Hadija Beni, unajua mapenzi ni hisia zitokazo moyoni mwamtu. Nalielewa hilo Adija, nilishakueleza juu ya jambo hili kwamba sikupendi na sina hisia zozote juu yako. Samani, na naomba unielewe. Usiseme hayo yote Adija. mimi nakupenda. <laughs> kuwa mwelewa. Na sitaki kukuona tena, si unanielewa? Sikupendi Beni, nini? Adija. Adija.